Na mgundue kwamba pamoja na kwamba sio sisi, lakini siku zijazo tutakuja kuunganishwa kwamba tulipokuwa madarakani, matukio haya yalitokea. Jambo zuri likitokea, heshima inawaendea nyie. Narudia tena, jambo zuri likitokea katika nchi, heshima inawaendea nyie na vizazi vyenu milele na milele. Jambo baya likitokea, aibu inawaendea nyie milele na milele. Kwa nini tunamsoma Mangungo? Tunamsoma Mangungo leo kwa sababu Mangungo wa Msovelo alikuwa anauza watu wake. Mpaka leo sidhani kama mtu atakubali kuitwa yeye ni wa ukoo wa Mangungo kwa sababu ukoo ulishaharibika. Kwa hiyo mambo ambayo yanafanyika yana reflect kwenye kizazi chako miaka ijayo. Ni muhimu sana. Watu wanapotafuta haki wapate haki yao ili watu wasife moyo. Makanisa ya Ufufuo na Uzima ambayo mimi nayaongoza ni kiongozi wao, yalifungwa kwa sababu mimi nilitoa hotuba ya kupinga utekaji. Unaona, sasa ilipofika, unaona ilipofika sasa, unaweza kujiuliza mm, mimi nilipinga utekaji makanisa yakafungwa, ina maana aliyefunga makanisa na utekaji wana uhusiano mimi, na ni swali lile. Sijasema wana uhusiano, ni swali, kwa sababu mimi nilifu, nilikemea utekaji nikasema utekaji haufai. Makanisa elfu mbili na sita elfu mbili na sita makanisa yamefungwa, mikoa yote, wilaya zote, tarafa zote, kata zote, yamefungwa. Kwa nini? Nilikemea utekaji. Sasa ina maana kuna wachungaji, mchungaji kiongozi elfu moja elfu mbili na sita sasa hivi wako mitaani, hawezi kuongoza ibada. Kuna maaskofu wetu thelathini na mbili hawezi kuongoza ibada. Kuna waumini milioni tatu na laki kadhaa hawawezi kwenda kwenye ibada. Wanawaza nini hawa watu? Tumeamua sasa, aa, basi wamefunga, tutumie njia ya kutafuta haki kwenye vyombo vya haki. Hatujapata mpaka leo, mpaka nikiwa naongea leo, hakuna muumini wa makanisa yetu, kanisa halijafunguliwa mpaka leo. Kwa nini? Umekemea utekaji. Narudia tena, funga milele, utekaji haukubaliki. Narudia tena funga kanisa mpaka Yesu arudi, utekaji haukubaliki. Hatutakubali mtu atekwe, awe Muislamu awe Mkristo.